Karibu katika makala maalum ya kilimo inayokuletea taswira halisi ya mabadiliko na fursa zinazojitokeza katika sekta ya kilimo hapa Tanzania. Leo tunajikita katika zao moja maarufu lenye tija kubwa, embe. Katika makala hii tutatembelea shamba la miti ya miembe lililopo katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, SUA, ambapo tutashuhudia mbinu bunifu za kilimo changamoto zinazowakumba wakulima pamoja na masoko ya ndani na nje ya nchi yanaongeza thamani ya zao hili. Kwa kuzingatia umuhimu wa kilimo katika kukuza uchumi wa taifa, makala hii inalenga kuhamasisha, kuelimisha na kuonesha fursa zilizopo katika zao la embe, si tu kama chakula bali pia kama bidhaa ya kibiashara yenye uwezo mkubwa wa kuongeza kipato na ajira kwa Watanzania. Ungana nami kufahamu jinsi zao la embe linavyoweza kuwa msingi wa maendeleo endelevu na mchango wake katika safari ya kufikia uchumi wa kati unaojali viwanda. Kukuletea haya yote, naitwa George Alexander Joseph. Embe ni tunda maarufu na limekuwa likitambulika kama mfalme wa matunda. Matunda ya embe yanatumika yakiwa mabichi au yakiwa yameiva. Matunda yaliyoiva yanaliwa kama tunda au pia yanaweza kutengenezwa sharubati na jamu, huku embe bichi hutumika katika kutengeneza achari. Kama ilivyo kwa miparachichi, miembe hukuwa haraka na haipukutishi majani, na hivyo ni mti unaobadilisha mazingira ya mashamba na kuleta hali ya ukijani kwa mwaka mzima. Inaelezwa pia miti ya miembe ikipandwa kwa mipangilio mizuri mashambani inasaidia kurekebisha hali ya hewa kwa kupunguza joto, kuvuta mawingu ya mvua, kupunguza kasi ya upepo, kupunguza mmomonyoko wa ardhi na kufyonza hewa ya ukaa. Hivyo miembe nayo ni miti mizuri kwa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo sua kupitia idara ya sayansi ya mimea na bustani ya chuo, wao ni wazalishaji wa miche ya miembe ya aina mbalimbali Sio tu uzalishaji bali pia kuna shamba linalozalisha matunda ya maembe. Shamba hili limekuwa likitumika kwa ajili ya kilimo cha maembe, lakini pia sehemu ya wanafunzi kupata masomo yao kwa vitendo, kwa lengo la kuwa wazalishaji wazuri wa zao hili pindi wamalizapo masomo yao chuoni hapa. Bruno Venansi ni afisa wa kilimo kutoka shamba la mafunzo lililopo chini ya ndaki ya kilimo, Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA yeye anasimamia shamba la miembe lililopo chuoni hapa. Anatuelezea aina na sifa ya embe zinazolimwa katika eneo hili. Tunayo, tunazo aina mbalimbali za maembe e, mfano tuna embe aina ya, ya Tommy Atkins, tuna embe aina ya, ya kenti, tuna embe aina ya, ya keiti ledindiani au zili, tunayo waiti sofa, ziko palma na epo hizi ni baadhi ya embe ambazo zinapatikana kwenye shamba hili. Kwa hiyo hizi embe zote ni embe ambazo zimebebeshwa kitaalamu na, na kama tulivyosema kitaalam, kwa maana ya grafting, ni uunganishaji wa, wa miche kwa kutumia mche mama, yani rootstock, na kikonyo kwa maana ya scion, ambayo mche mama unaandaliwa kwa kutumia mbegu ya kawaida. Mara nyingi tunatumia mbegu aina ya, ya, ya, ya embe Tanga sindano nyeusi au sindano nyeupe e. Ila mara nyingi sisi kwa Chuo Kikuu cha Sokoine tunatumia sindano nyeusi kwa sababu ni mche ambao unazaa una vizuri na unakuwa una hauna ile polyembryonic characteristics. kwa hiyo hapa sasa, baada ya kufahamu kwamba miche hii ni miche aina gani imebebeshwa, lakini pia kuna haja ya kujua uma, umuhimu wa kufanya grafting au ubebeshaji wa miche hii. Mmoja wakati ya sifa ya kufanya ubebeshaji huu ni kwamba inatusaidia kupata kitu tunasema true type aina, aina ile ile tunayoitaka, kwa maana ya kwamba ukifananisha namna ya ubebeshaji na kwa kutumia mbegu ukutumia mbegu kwanza, kwa sababu za kijenetikia kwa maana ya segregation na variation, ni mara nyingi unaweza usipate aina ile ile uliyoikusudia, lakini kwa kufanya hii ubebeshaji wa kitaalamu ni, ni uhakika kwamba unaweza ukapata aina ile ile uliyoikusudia. Mfano, kama tumebebesha kenti tunategemea kupata kenti. Lakini moja kati ya faida nyingine ya ubebeshaji wa kitaalamu ni kwamba unapata mazao yaliyo mengi, kwa maana ya kwamba uzaaji wake unakuwa ni mkubwa ukilinganisha na kutumia mbegu ya kawaida. Lakini pia kwa ubebeshaji huu inatusaidia pia, kupata, pia kupata, kupata miche mizuri ambayo inakinzana na hali na mbalimbali ya hewa mbali mbali kwa maana ya ukame na vitu vingine kama hivyo. Ili kuleta tunda lililobora, lazima uandaaji wa shamba uzingatiwe kwa kuzingatia sifa ya udongo unaokubali kwa zao hili la embe. Bruno anatuelezea ni sifa gani za udongo zinazohitajika. Sifa za udongo ambazo zinapendeza kwa kulima embe, tunatakiwa kuwa na udongo ambao ni tunasema silty clay soil ambao, au loam to clay, yani mchanganyiko wa udongo wa tifutifu na mfinyanzi kidogo. Lakini pia udongo huu unatakiwa kuwa na hali na, na, na, na, na, slight acidic, yani usiwe uwe kidogo na asidi kidogo, usiwe umezidi kwa ile pH kibalance kwamba iwe ni pH kati ya 5.5 mpaka 6.5 inaweza kusaidia embe kukua vizuri, lakini pia udongo uwe una uwezo mzuri wa kupenyeza maji, siwe udongo ambao utaweza kutuamisha maji kwa maana kutuamisha maji unaweza kupata matatizo mengine ikiwepo mizizi ya embe kuoza. E, maandalizi ya shamba hayazingatii tu aina ya udongo au aina ya miche unayotaka kuipanda Bruno hapa anatuelezea namna nzuri ya upandaji wa miche kwa kuzingatia umbali wa kutoka mche mmoja hadi mche mwingine na pia kuzingatia mpangilio. Kama mnavyojua uandaji wa shamba unatofautiana kutegemeana na eneo shamba lilipo. Mfano, kama shamba lina vichaka itahitaji utoe vichaka, lakini kuna ile tunasema primary tillage, kulima kwa mara ya kwanza. Unalima kwa mara ya kwanza kwa maana ya kwamba kwa kwa kukuku kuku kudisturb udongo kufukua udongo, lakini pia kuna mara ya pili ambayo tunasema ni secondary tillage, kwa maana ya kwamba kulainisha udongo na kufanya leveling ili udongo uweze kukaa vizuri. Kwa hiyo baada ya kuandaa shamba hivyo, kuna namna ya kuandaa, tunasema layout. Layout ni, ni mpangilio kwamba kujua miche itakaaje shambani na kujua idadi ya miche. Kwa hiyo layout zimetofautiana, namna ya kufanya mpangilio wa miche, kuna namna tunaweza kutumia ikawa I, m, mraba lakini kulingana natumia kama pembe tatu zote ni aina ambazo zinakusaidia ku, kupangilia miche inavyokuwepo shambani. Lakini shimo hili sasa, kwenye uchimbaji wa shimo, mara nyingi tunapenda shimo liwe na ukubwa wa mita moja kwa moja, upana na kina kiwe mita moja. Lakini wakati wa uchimbaji wa shimo hili ni vizuri kuhakikisha kwamba, kama mnavyojua, tuna udongo wa juu ambao mara nyingi unamaozea, yani decomposition ya organic matter ni kubwa kwa hiyo tunaamini udongo huo unakuwa mzuri kwa ajili ya kwa ajili ya kusapoti ukuaji wa mmea. Kwa hiyo udongo huo ambao mara nyingi unaonekana ni mweusi, wakati uchimbaji tutaweka pembeni, lakini kadri tunavyoenda chini na udongo unavyobadilika kuwa mwekundu, tutaweka pembeni. Lakini pia wakati wa kupanda mche, wakati wa kurudisha udongo, tutahakisha sasa tunakuwa na samadi samadi ambayo ni kavu, tutaanza kurudisha udongo mweusi Changanya na mbolea, mara nyingine tutarudisha huu mwekundu utakuwa juu, changanya na mbolea. Kwa lesho nzuri unaweza kuweka ndo mbili au moja, kutegemeana na na na na, na, na, na, matili au mbolea, kiasi cha mbolea ulichoandaa. Lakini sasa kwa kuwa tumechimba shimo mita moja kwenda chini, haimaanishi tuzike mche chini sana, kwa tutarudisha mpaka kupata kina cha at least sentimita kumi ndio tutakiacha na ndio tutafukia mche. Wakati wa kufukia mche ni vizuri kuhakikisha kwamba tunafikia mche mpaka kufikia kwenye ile bolo ya soil, yani udongo ule wa kiliba cha mche ulipoishia, ndo tunafikia kwao. Baada ya kuwa tumepanda, sasa hatua nyingine za, za, za kuhudumia mche huu wa mwembe ni muhimu sana kufuatilia, ikiwepo kumwagia kumwagilizia maji, kukontrol wadudu na, na magonjwa, lakini vilevile kuhakikisha kwamba unatumia una, una, una mbolea, unatumia mbolea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unakuza mmea. Kama unavyojua mwembe ni kama mmea mwingine ilhali wenyewe ni pelenyo kwa maana kwamba unakaa muda mrefu shambani lakini ina, ina, ina, ina inatakiwa pia tuhakikishe kwamba tuna, tunaangalia eh, mbolea zilizopo na kuhakikisha kwamba tunaipa chakula ambacho kinaweza kusababisha ile ukuaji mzuri. Kwa hiyo tunapofikia kipindi mche unakuwa tunatakiwa kutumia mbolea sana na hasa mara nyingi zenye nitrogen kwa ajili ya ukuzaji. Lakini tunapo karibia tena kwenye, kwenye utoaji wa maua na matunda, ni vizuri kuhakikisha kwamba tunatumia, tunatumia mbolea ambazo zitatusaidia sasa kusaidia maua yatoke vizuri, lakini pia na, na maua yanavyoanza kuseti na matunda pamoja viwe na, na, na, na virutubisho ambavyo vitasaidia maua ya form vizuri lakini pia yasidokutishe maua au yasifanye fruit abortion au flower abortion. Kwa hiyo ni swala la kuzingatia, lakini kama tunavyojua kwenye kuelekea utoaji wa maua na, na matunda kwa steji hii mwembe unakuwa unahitaji maji kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni vizuri sana kuzingatia ile crop water requirement, uhitaji wa, wa maji wa mmea ili tuweze kufikia lengo zuri na, na, na, na, na, na miche iweze kutoa maua yaliyokuwa mengi. Bruno anatuelezea kuwa pindi embe linapokaribia kukoma ni vema kupunguza umwagiliaji wa maji ili kuwezesha mtu kuweza kufyonza sukari kama anavyoendelea kutuelezea ni makala hii. Baada ya kuwa kwamba embe letu sasa lishahuwa limetungwa embe limeanza kukua, katika ukuaji wa embe likikaribia steji ya kukomaa, ni vizuri sasa kupunguza, kupunguza umwagiliaji ili tuweze kusaidia saa embe liweze kutengeneza liweze kuakumuleti liweze kufyonza eh, zile sukari na kuweza kutengeneza utamu wa embe lenyewe kuelekea ukomaji -ukum, wa embe. Je, mche wa embe uliokoma na shamba kuandaliwa vizuri unaweza toa idadi ya matunda mangapi na uzito wake ni upi? Huyu hapa tena anaelezea. Ah, kwa miche yetu ya ubebeshaji ambayo tumebebesha kitaalam kama tunavyosema na pia tumesema inazaa sana, lakini mche mmoja uliokaa kwenye production yani, uliokaa shambani kwa zaidi ya miaka saba na kuendelea, tunategemea kwamba tutolee maembe mia sita mpaka elfu moja na mia mbili Kwa hiyo mkulima anaweza akaangalia aka ni namna gani ilivyo nzuri ku, kuendelea ku, ku manage vizuri shamba lake, ili aweze ku, ku, ku, ku, kupata idadi ya maembe inayotakiwa na maembe haya, mfano mwaka jana kwenye shamba hili tumejaribu E, uzito wa embe moja aina ya Tommy Atkins tulipata kilo moja pointi mbili. Sasa unaweza ukaangalia namna gani ambavyo kilimo hiki kinaweza kuwa na tija, ikiwa mkulima atazingatia hatua zote za, za, za, za, za, za, za kilimo na, na kilimo bora. Lengo la kulima zao la embe kwa kuzingatia hatua kwa mujibu wa kitaalamu, matokeo yake ni uvunaji. Hapa anatuelezea namna ya uvunaji mzuri wa tunda hili pendwa. Kwa hiyo mbali na kwamba tumehudumia embe tumefanya mpaka zimekomaa, kuna namna pia ya uvunaji. Kabla ya kuvuna, ni vizuri mkulima kuzingatia vizuri mkulima kuzingatia muda wa kuvuna, yaani time, timing of harvesting, aweze kujua anavuna ana, ana, ana tunda likiwa limeshakomaa. Je, anavuna kwa muda gani? E, anatumia vifaa gani kwa kuvuna? anatumia tekniki gani kwa kuvuna. Hivyo vyote ni vitu ambavyo mkulima inatakiwa ajiulize kabla ya kwenda kuvuna. Lakini pia hata akivuna anapeleka wapi? Anapeleka soko gani? Soko linahitaji nini? Linahitaji embe lililoiva sana au linahitaji embe likiwa bado bichi? Kwa hiyo hii zote ni, ni, ni, ni, ni mambo ya kuzingatia. Na kama tunavyojua kwenye matunda embe ni climacteric fruit. Kwa maana ya kwamba ukilivuna likiwa bichi ila likiwa limefikia ile maturity nzuri ukiliweka ndani linaweza kuiva. Kwa hiyo hitaji la soko lina determine, linasaidia lina, lina kufanya na kutambua nivune embe likiwa kwenye stage gani, likiwa limeiva sana, au likiwa bado halijaiva sana. Kwa hiyo mbali na kwamba uvunaji na, na staili nyingi, lakini namna nzuri ya kuvuna maembe ni kwa kupanda juu ya mti na kuangua moja moja, lakini usitupe udongo kwenye udongo, tunaweza tukawa na neti kwa ajili ya kudaka lakini mara nyingi pia hatutaki wakati wa kuvuna tupe matunda kumana, kwa maana ya kwamba gungana kwa ndani anaweza kusababisha injury ambayo inaweza ikawa ni pointi ya wadudu kuingia. Kwa hiyo namna ya kuvuna ni kwamba unaweza ukavuna embe moja ukawa unadondosha akawepo mtu anayedaka, lakini tuwe na matrei, kwa maana kwamba tupange maembe yetu vizuri. Sasa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye namna ya kupaki na namna ya kusafirisha inahitaji, inategemeana na hitaji la la, la, la, la mteja eh, kwa sababu ukiangalia huu mnyororo wa thamani kuanzia baada ya kuvuna ni muhimu sana kwa ajili ya ku, ya ku, ya ku add value kwenye, kwenye produce ya embe eh, utakuta kuna wengine baada ya kupokea bidhaa wanasafisha, wakishasafisha wanazichambua, wakichambua wana grade kulingana na grade wanaotaka, kama grade A, grade B. Kwa hiyo baada ya hapo kuna wengine wanapaki, lakini kwa kupaki lazima wahakikishe kwamba kama embe linaenda mbali au nahitaji kutunza kwa muda mrefu wa, kuna wengine wanafanya waxing au wrapping ya tunda ili kuhakikisha kwamba wana limit ile chance ya respiration, kwa sababu ikizidi inapelekea kwenye senescence ya embe choka. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha pia tunakuwa na, na, na, na, na facility ambayo zinaweza kutusaidia kupoza ku, ku, ku, ku eh kupoza, kupoza bidhaa. Ndio maana unakuta kuna wengine mfano kama chuo cha Sokoine kinayo kinayo, yeah, kinayo pack house ambayo ina cooling system kwa maana ya kwamba inaweza kupunguza ile field heat. E, lakini pia tuna technique mbalimbali mbali, mfano zile energy cooling system; ni system ambayo tunaweza tukaweka bidhaa na ikawa cool pale wakati wote tunasubiri soko. Kwa hiyo mbali na kuelezea namna ya uvunaji na namna ya kuhandle huu mzigo kabla ya kuuza, lakini changamoto kubwa tunayojua ni kwamba wakulima wengi siku hizi wanajua namna ya kuhudumia mimea mpaka kufikia kuvuna, lakini wana wana wana hendo vipi mzigo baada ya kuvuna au wanahifadhi wapi, ndo bado ni changamoto ambayo inahitaji elimu kubwa wakulima waipate ili tuweze kufikia ile lengo la kuinua huyu mkulima mdogo. Wadudu, magonjwa imetajwa ni changamoto kubwa kwa wakulima wa mazao na matunda mbalimbali nchini na duniani kote. Je, magonjwa yapi yanayoshambulia zao hili la embe na ni nini kifanyike ili kuwezesha mkulima kuvuna maembe mazuri na kwa idadi nzuri pia? Bruno hapa anafafanua embe inashambuliwa na wadudu mbalimbali mbali. E, kuna hizi wadudu kuna kama wadudu kama scales wanashambulia, kuna wadudu kama milbag pia kuna wadudu kama fruit flies ambao wanashambulia hasa matunda yaliyoanza kuiva ko a ni kati ya wadudu ambao wanashambulia, lakini majani pia yanaliwa na wadudu kama panzi, mda mwingine wanashambulia majani. Lakini magonjwa kuna hizo fruit rot kama tulivyosema. E, kuna magonjwa kama anthracnose, ni magonjwa ambayo yanashambulia embe, lakini kama unavyoona shamba letu kwa, kwa kiasi kubwa tumejitahidi, sababu namna moja hapo ya kuepuka ya kuepuka magonjwa ni kutumia hii IPM integrated pest management methods Eh, kwa maana ya kuintegrate njia mbalimbali mbali, ili kukabiliana na wadudu pamoja na magonjwa. Kama njia mojawapo ya IPM, ni kuhakikisha kwamba tunasafisha shamba mm, tunaepuka kuhudumia shamba wakati wa, wakati, wa, wakati, wa, wakati shamba likiwa na hali ya ubichi, lakini pia kuhakikisha kwamba tuna pruni kwa muda, kwa maana ya kupunguzia matawi, kuhakikisha tuna pruni kwa muda hasa baada ya kuvuna. Baada ya kuvuna ni vizuri kuhakikisha kwamba una pruni au unapogolea kwa Kiswahili wanasema ili kuhakikisha kwamba unapunguza idadi ya majani na kupunguza kupunguza giza kwenye canopy ya embe, na kuhakikisha kwamba mwanga, hewa na vyote vinaweza kufikia vizuri. Kesha, kwa kawaida embe huzaa mara moja kwa mwaka mzima, lakini hapa anaelezea uzaaji wa embe unategemea na aina gani ya embe ulilopanda hapo awali. Embe kwa mwaka inazaa mara moja, e, kama tunavyoona inaanza kuzaa kuanzia mwezi wa nane kama inavyojulikana, lakini mpaka kufikia mwezi wa, wa kumi wa kumi na moja kunakuwa na embe kwenye embe. Tunazo kama nilivyosema mwanzo, tuna embe aina mbalimbali, lakini ni embe moja na nyingine inategemeana kwenye msimu mmoja uzaaji. Kuna embe inayowahi kutoa maua, kuna nyingine inayofuata katikati, na kuna nyingine inayomalizia. Mfano, embe kama dodo na Red Indian ni aina za embe ambazo zinawahi kutoa maua ukilinganisha na aina nyingine. Kwao baada ya dodo na redi, baadaye zinafata hizo tomi atkins, zinafata kenti kake na uh, epo na aina nyingine, lakini aina ambayo kidogo inachelewa kutoa maua kwenye msimu mmoja ya uzaaji ni embe aina ya, ya, ya, ya palma. Embe aina ya palma inachelewa kidogo kutoa maua na ndio maana sasa unapotaka kulima shamba ili uwe na mwendelezo mzuri wa wa kuuza bidhaa hii ni vizuri kujua napanda aina ipi ya embe na yenye sifa zipi. Wakati wa wauzaji wa hapa, Bruno anatuelezea soko la embe hapa nchini. Soko la maembe kwa Tanzania kama tunavyojua eh, embe ni moja kati ya bidhaa ambayo inalika sana, soko lipo. Ni vizuri kuhakikisha kwamba wakulima wanalima vizuri kwa kuzingatia hatua bora za, za ulimaji ili sasa bidhaa hizi wanazolima ziweze kukumiti zile standardi za zinazohitajika sokoni, kwa sababu kulima ni swala moja, lakini kupata pia bidhaa iliyo bora sokoni ni swala lingine. Kwa hiyo kama tutazingatia hizi hatua bora za, za kilimo ni rahisi kwamba tutapata bidhaa zilizo bora na zitahitajika. Kama mnavyojua sasa hivi kuna viwanda ambavyo ni vingi na vyenyewe vinafanya vizuri na vinahitaji bidhaa hii ya embe. Kwa hiyo tukiongeza uzalishaji na uwe uzalishaji wenye mwendelezo kwa hiyo ni rahisi sana kupata kupata soko ambalo ni zuri, lakini mbali na soko hilo ambalo tunasemea kubwa kiasi hicho, lakini pia kuna soko hili la kawaida tunauzia litela la hawa watu wa mtaani wanaokuja kununua. Naam, tumemsikia mtaalamu wetu akituelezea tangu awali juu ya uandaaji wa shamba la embe, aina ya embe ambazo hupendelewa kwa ajili ya soko na mpaka uvunaji wake. sikuishia hapa tu Nilipenda kujua upatikanaji wa miche ya hii ya miembe kwetu hapa Tanzania upo je? Ya upatikanaji wa miche, Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo chini ya idara ya shamba la mafunzo inafanya uzalishaji wa, wa, wa, wa miche hii ya kisasa ya matunda hasa embe, na kama tunavyojua tuna kitengo cha, cha bustani horticulture unit ambacho kinazalisha miche ya aina nyingi za embe na ni vizuri tunaweza kualika umma wa Tanzania kufika chuoni kwetu na kuweka oda zao kwa ajili ya kuweza kuhudumiwa. Ch chuo hiki kinaweza kutoa idadi yoyote ya miche kulingana na soko. Kwa hiyo ni vizuri hawa wahitaji wa miche bora ya maembe kufika chuoni kwetu kwa ajili ya kuweza kujipatia miche hiyo. Ushauri wangu kwa wakulima wanaofanya kilimo cha embe ni kwanza kutafuta wataalamu kwanza waweze kupimiwa afya ya udongo. Kama unavyojua Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo nayo maabara bora kabisa ya udongo, nafikiri ni kama sio namba moja, itakuwa kati ya maabara bora kabisa za, za udongo. Waweze kuwatumia wataalamu waliopo katika chuo hiki, waweze kujua, waweze kupimiwa udongo ili waweze kujua tegemea na, na kulima embe, na lima embe linahitaji sifa gani, sifa gani ya udongo? Kwa hiyo kwa kupitia maabara zetu zilizopo hapa wa chuoni, wanaweza wakapimiwa na wakaweza kupewa majibu ambayo yatakuwa mazuri na yataweza kuwasaidia, lakini pia kufanya kwa soko, yani kufanya tafiti juu ya soko kwamba nalima, nitauza wapi? Lakini cha kuwashauri pia wakulima ni kuhakikisha kwamba wanapata mbinu bora za, za kilimo mm. tuachane na kulima kwa mazoea, tulime kilimo cha tija ili tuweze kupata manufaa zaidi. Zao la embe si tu chanzo cha lishe, bali pia ni fursa adhimu ya kiuchumi kwa watanzania wengi hasa vijana na wanawake wanaoingia kwenye kilimo kwa mtazamo wa kibiashara. Ili kuongeza tija, kuna haja ya kuwekeza zaidi katika teknolojia ya kilimo, usindikaji, uhifadhi bora na upatikanaji wa masoko ya uhakika. Ni wakati sasa wa kulitazama zao la embe kama zaidi ya tunda, bali kama chachu ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa taifa letu. Kwa niaba ya timu nzima ya uandaaji wa makala hii Tunakushukuru, kushukulu kwa kuwa nasi hadi mwisho. Endelea kufuatilia makala nyingine zaidi za kuelimisha na kuhamasisha maendeleo kupitia kilimo. Mimi ni George Alexander Joseph.